Na, mtazamaji wa Trend TV, bwana kilichotokea ni kwamba Gigi Mane siku ya jana alishtua kidogo baadhi ya mashabiki na watu ambao wanamfuatilia kwa karibu kupitia mitandao yake ya kijamii baada ya kuposti video au kusambaa kwa video yake ambayo alikuwa ameruka live akiwa anaelezea kuhusiana na hali ya afya yake. Kwa mujibu wa wadau mbalimbali, mba mba wakahisi kwamba huenda Gigi Mane akawa amepata ugonjwa ambao sasa hivi hapo umekuwa ukitrend au ukizungumziwa sana huko mitandaoni ambao unafahamika kwa jina la Mpox, yani huu ni ni monkeypox yani ni ugonjwa ambao yani una umetokana na, na nyani mm. Na huu ni virus bwana, kwa sababu ugonjwa inasemekana kwamba eh, ni moja kati ya magonjwa ambayo kidogo ni ya milipuko of course, lakini sasa hivi tayari eh, sekta ya afya imeshaanza kudhibiti kuhusiana na usambaaji wa ugonjwa huo. Kwa hiyo Gigy alivyoruka live na kuonyesha kwamba yuko hospitalini, watu wakajua kwamba oho, kama amelazwa tayari, huenda ni huo ugonjwa tayari ameshaupata. Lakini akawatoa wasiwasi mashabiki zake kwamba si ugonjwa huo, bali tu ni pressure, ndicho kitu ambacho kinachomsumbua. Na watu wengi wameshangaa kuona kwamba binti bado mdogo kabisa huyu, kwa sababu tunafahamu Gigy, watu wengi sana wameshazoea au wamekarili kwamba watu ambao wanauguaga magonjwa kama hayo ya pressure ni watu ambao kidogo umri wao umeenda, lakini Gigy tunafahamu kwamba bado ni binti kabisa. Sasa kitendo cha kusema kwamba amelazwa kwa sababu ya matatizo ya pressure ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana. So kuna peji mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na habari hiyo, akiwa ameandika kwamba star wa mziki wa bongo flava Gigy Money ameingia live kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwa yuko hospitalini, amelazwa akidai kuwa ni pressure ndio iliyomsumbua meona bwana. So wadau mbalimbali wamekuja hapa kuweka maoni yao kuhusiana na hiyo habari ambayo ilikuwa imesambaa jana kumhusu Gigi. Kwini Merina anasema kwamba e bwana, pole mpenzi wangu, Mungu akulinde. Wa timu Gigi, tuko pamoja na wewe kwa mbona unasema kwamba bwana pimo na ukimwi, huyu dada kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Hiyo pressure gani bwana, wewe sema tu pombe umezidisha, kwa sababu bwana, yani mtu kuingia hospitalini na kupata nguvu ya kuomba wifi eh, na kuanza kuruka live kwamba bwana hayo ni mapombe mshenzi tua. Kwa hiyo sisi tufanyeje jamani? Kwamba bwana kiukweli hajavuta, akivuta anapona huyu mpe mpe mkia wa panya mzima. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine alisema kwamba bwana, mwambieni apunguze mapombe, apate muda wa kupumzika e, bila kusahau e, kufanya mambo bila kikomo. Kuna mtu ameandika hivyo. So kuna watu hapa wamekuja kumbeza Gigy Money wakidai kwamba hizo ni pombe tu, hamna wa pressure wala nini na vitu vingine kama hivyo lakini pia kuna video nyingine nazo zimesambaa zikiwa zinaonyesha Gigi akiwa anafanyiwa utaratibu wa kutendekiwa drip na vitu vingine kama hivyo kweli alikuwa, of course alikuwa anapimwa pressure. E, kuna video pia zimesambaa zikiwa zinaonyesha Gigi akiwa anapata hizo e, huo uangalizi wa daktari Juma Lokole, pamoja na peji nyingine mbalimbali wamekuja kuripoti pia kuhusiana hiyo habari ya Gigi kuonekana akiwa yuko lachilachi huko hospitalini, ambapo kupitia peji ya Juma Lokole, yeye amekuja akaposti hiyo video akaandika, kwamba pole sana Gigy Money utapona inshallah. E, Juma Lokole wala hajaweka mambo mengi, amemtakia tu kila laheri gigi aweze kupona inshallah, kwa sababu bwana huyu kama hajatoa mimba sijui. E, watu wameshaendelea kuspeculate huko katika comment section kuhusiana na maradhi ambayo yanamkabili gigi, kwa mtu hapa anaitwa Imra Imrani KB anasema kwamba bwana, watu wakiumwa ndio unaona kama wanasukaga, twende kilioni. Kwa sababu kwamba bwana, jana tu alikuwa anaruka kwanja huyu klabu. Kwa sababu kwamba bwana, hiyo itakuwa ni gono. Kwa sababu bwana, pole sana Gigi. Kwa sababu jamani e, na mimi pia huku mbona naumwa kwa sababu kwamba yani mnavyosema mnavyomsema sijui UTI, utafikiria kwamba nyinyi huwaga muugui wakati wengi wenu washenzi wa tabia. Ni, ni vile tu hamjulikani. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema bwana, kama okay. Kwa mtu anasema bwana, bado najiwazia tu okay. Kwa mtu anasema bwana, kila siku huyu anaumwa mm. Hebu mwende mkampime vipimo vikubwa, ijulikane moja nini kinachomsumbua. Kwa mtu mwingine hapa amekuja ameandika kwamba bwana, nipeni vidonge, nipe dawa za kienyeji sio sindano aisee, mtanifunga mpaka kamba. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu mwingine amesema bwana kwa huduma okay. kuna mtu amesema kwamba kuna mtu ameandika kwamba bwana huyu ni mwongo bwana aumu hii kiki. Kwa mtu asema bwana pole sana, Gigy get well soon. Umeona bwana. Kwa mtu anasema bwana, jana si alikuwa anacheza huyu huku akiwa amevaa dera, au kazidisha dozi ya mvinyo umeona. Kwa hiyo kuna watu wanasema kwamba kabla ya hizi video kusambaa mtandaoni, zikiwa zinamuonyesha Gigi akiwa yuko hospitalini, ni kwamba kulikuwa kuna picha na videos ambazo zilikuwa pia zimesambaa siku moja kabla eh, zikiwa zinamuonyesha huyu huyu Gigi akiwa anaruka eh, majoka akiwa yuko ana have fun ana enjoy kwenye maklabu na vitu vingine kama hivyo. Unajua kwamba ni wasanii ambao watu wengi sana wanawafuatilia kwa karibu mm, kwa hiyo huko katika masnapchat yao watu wengi sana wanaangalia kila kitu ambacho wanachokifanya, kwa muda, kwa kila muda ambao anapost haya. Kaa bwana, akipi, akipi, akipigiwa simu na wakina Jonijo, hmm? kwamba kuna mapombe na dozi ya Azuma, eh, anaikatisha hapo hapo. Unadhani atapona kweli huyu Gigi? Hebu maliza dozi. Kuna mtu ameandika hivyo akiwa anasema kwamba yani huyu Gigi bwana ni kwamba kama hivi anaumwa akipewa dawa kwa ajili ya kufuo ya kuzingatia ili aweze kupona. Ee, unaambiwa kwamba akipigiwa simu na watu wake wa karibu basi hata dozi nayo pia anatupa pembeni anaenda kunywa pombe. So watu wanasema kwamba kweli kwa system kama hiyo ataweza kupona? Hayo ni maswali ya wadau katika comment section. Lakini kitu cha kuleta matumaini ni kwamba leo mapema tu Gigi ameposti picha kupitia kurasa yake ya Instagram akiwa ameandika kwamba bwana kuku ni kuku E, jogoo jina na, ukimsaidia mtu kumbuka, msaada hauna risiti, na mashindano ya umisi hayafanyiki haya gizani, na pia matunda hayapikwi. Ifike mahala kila mtu aishi maisha yake, chuki roho mbaya haviwezi kunishusha tena. in short, I have been through a lot, my darlings, Kiukweli asanteni sana kwa dua zenu e, kuwatoa wasiwasi nimeamka vizuri na niko salama. Unene ni mzigo kwenye eh, okay, haya mambo hayo. Lakini at the end of the day, point ni kwamba kwa hii picha ambayo ame-post Gigi leo, alikuwa tu anataka kuwapa notification mashabiki zake ambao alikuwa anafahamu kwamba alikuwa anaumwa, kwamba ameamka vizuri leo na anaendelea poa. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section na hisi kwamba nini, ukiachana na pressure ambayo ameisema ni nini ambacho kilikuwa kinamsumbua Gigi. Tutakuwa e, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.